Awalingiza msana kwanza, niwapongeza kwa namna ambavyo mmelifanya tukio hili kuwa na hali ya kitaifa. Hongera sana, lakini kwa kutoa heshima kwa mgeni wetu ambaye ni

wamefanikisha tukio hili kuweza kufanyika. Wa kwanza ni hii wenyewe wasanii, ambao kwa kiasi kikubwa amefanya tukio hili kuwa katika hali hii ambayo sasa sote tunajivunia, lakini mkurugenzi wa Grand Company Limited, viongozi uh, na wadaji wa TUCSSA Awards lakini wadau wa sekta ya sanaa, fedha, teknolojia, afya, wasanii, wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo katika tukio hili muhimu linaloweza kukuza vipaji ubunifu na maendeleo ya vijana kupitia TUCSSA Awards 2025. Hii yeah. Kauli kwa kweli inagusa. Hakuna mwingine wa kuona hizo potential, ni wewe mwenyewe hapo ulipokaa Ukifanya jitihada utaondoa potential, na ninaamini una potential za kutosha kupitia sanaa kuweza kutangaza ndani na nje ya Tanzania. Na kwa kutumia jukwaa hili nimpongeze sana mwenyekiti mzuka, mzuka, mzuka, kwa maneno makubwa, ongea sana kwa heshima kubwa stumbledori... isha... kuwa... ni washukuru kwa kunikaribisha kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Ikumbukwe tu kwamba siku chache zilizopita, aliyekuwa katibu mtendaji догandagi... wa Baraza la Sanaa la Taifa tepah... Dkt. Edmond Elisha Mapana aliteuliwa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuongoza wizara ya vijana. Kwa hiyo amepoediwa kuwa naibu karibunikuu widzara ya vijana, ofisi ya rais sasa. Kwa hiyo hilo, naomba tumpongeze kidogo, kwa sababu ametuwakilisha vijana vizuri kupitia maaaeasa la lakini pia niwapongeze sana kwa kuwa mmesajiliwa na Baraza la Sanaa la Taifa, hivyo kisheria mmekidhi vigezo na hivyo na, na kwa mujibu wa sheria mnaruhusiwa kufanya shughuli zote za sanaa ndani na nje ya nchi. Ongeleni sana. Hii inaonyesha uhimu wenu, kujituma kwenu na kutambua umuhimu wa kazi zenu katika kusimamia, kuratibu na kuendeleza sanaa nchini. Sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tunawapongeza na tutahakikisha tunakuwa bega kwa bega kukidhi mahitaji ya leo na mahitaji ya vijana wa sasa Tanzania. Pongezi pia kwa wale wadau ambao wamehusika kuchangia mafanikio na maandalizi yote ya TUCSSA Awards 2025 niwapongeze sana mmejitoa mmekuwa kielelezo muhimu sana katika uchumi wa taifa letu, lakini katika kuhakikisha na mnafufua matumaini hai ya Watanzania vijana katika kuisimamia nchi yao na kutoa dira na mwangaza wa kuiongoza taifa. Hongera sana, nipende kusema tu kwamba TUCSSA watu ni muhimu katika ustawi wa eaa jina na ubunifu kwa sababu imekuwa mstari wa mbele katika kwanza kuibua na kutambua vipaji vipya, ni jambo ambalo kwa kweli uh, kwa vijana wengi ambao wanaishi maisha ya kawaida tu mtaani wamekuwa wakipenda sana kulelewa, lakini tuka inaibua mtazamo mpya wa kuwafanya vijana wafikilie kujiajiri kupitia hali za <coughs> sanaa. Jukwaa hili linawapa vijana nafasi ya kuonekana na kushukitisha uwenge wao katika jamii na mataifa pia. A jambo la hili ni katika kukuza uchumi, biashara, ajira na ugunifu katika eneo hili vijana wanapata nafasi ya kukuza uurifu, kuongeza fursa ya masoko, lakini pia kukuza uchumi na kuongeza ajira binafsi. Na kwenye eneo hilo, tunaamini kupitia tu mtaendelea kukuza vipaji vyenu na kuendeleza vipaji vyenu kwenye maeneo yenye michezo, kwenye sanaa za ufundi

kwa vijana wa Tanzania katika kusimamia taifa, lakini katika kuongeza ajira kwenye mipango ya ingelaesi. Na mimi nipongeze sana kua kwa mwenyekiti wenu jambo hili inayoifana, lakini nawadhamini ambao wako hapa, wametengeneza msingi bora sana katika kukuza ajira binafsi pasipo kutegemea ajira kutoka serikali. Na mimi ninaamini juhudi zako juhudi zako Nitakufanya, nitawafanya mpige mbali kwenye malengo ambapo mmejiwekea. Hongereni sana, lakini pia kupitia jukwaa hili tunaamini kwamba mtaongeza ujuzi na uwezo wa kitaalamu, na kupitia hizi warsha, mafunzo, semina, vijana pia mnapata fursa kwanza

Natamani sana jukwaa lako liwe wakala kwa sasa, kuwatumia hawa vijana kama mawakala wawaa, mtaipeleka sanaa yatajania mbali sana, lakini mtakuza uchumi wa nchi kupitia sanaa. Kwa hiyo niombe, endelea kwasijana kwa sasa, lakini ni namna ya kuwafanya hawa vijana wa kisasa waipeleke mbele sanaa ya Tanzania kwa kufanya wakala wa baraza za barabar, na sisi tuko tayari kushikana goa, lakini pia jikwa hili bila wajumba vijana kuzingatia mali katika kazi za sanaa. Tangu ikitaro nimejifunza wapo wanje, nimejifunza utulivu, lakini nimejifunza namna mnavyopanga mipango yenu kwa utaratibu ambao unamwezesha kila mmoja kupata nafasi ya kufanya ile ambayo wanafatilia katika sanaa yetu. Lakini pili, mmeweka utaratibu ambao pengine pengine, vizazi vilivyowatangulia vinapata nafasi ya kujifunza

jukwaa iia hili linawawezesha kutumia teknolojia za kisasa kwenye ubunifu. Mambo mengi sana sinafanyika. Uh, aa, ndio tunapokwenda huko. Uh, AI inatumia nafasi kubwa, nafasi kubwa kuwafanya wale wavivu kutumia vipaji vyao kupata njia ya mkato, lakini ukitumia AI vizuri itakuwezesha wewe ane ujuzi kufikiria na kufanya AI ikupeleke kwenye mambo maku makubwa, kwenye ndege ya kimataifa. Kwa hiyo niliweza kuwapongeza kwa sababu kikao hiki akupirikisa kwenye mambo ya sanaa lakini umetengeneza jukwaa kubwa kuwawezesha wasanii katika matumizi sahihi ya fedha katika kukuza vipaji. Hongereni sana, lakini kama haitoshi, mmejielekeza katika kuboresha afya za wasanii nifursa ambayo watu wengine katika mafunzo hawafikirii, namna gani wanaweza kutoa elimu na afya. Kumbe afya ndio mtaji wa kila kitu, huwezi kusoma bila kuwa na afya, huwezi kufanya shughuli yoyote bila kuwa na afya. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa jukwaa lenu ambalo naamini linatutengenezea ajira mpya katika usimamizi wa sanaa yetu.